Mtu mwenye imani aseme amen. Hebu sema na mimi maneno haya, sema na mimi maneno haya, sema Bwana Yesu, ninaomba uweke ndani yangu moyo wa shukrani, ninaomba uweke ndani yangu roho ya shukrani juu ya yale ambayo umetenda kwangu, na nafasi ya pili ulionipa kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu amen. Makofi mengi kwa Bwana. Haleluya, hilo ni jambo la kwanza. Mungu akikupa nafasi ya pili uwe na maisha ya shukrani. Hiyo ni muhimu sana, ita maisha yako utaishi sawasawa sawa na mapenzi ya Bwana. Jambo la pili, nasema leo labda mambo mawili au matatu ya mambo mawili. Jambo la pili, Mungu akikupa nafasi ya pili, Mungu akikupa nafasi ya pili fanya kipaumbele juu ya kile alichokuitia. Andika hiyo, muhimu sana. Mungu akikupa nafasi ya pili, fanya alichokuitia kuwa kipaumbele, au niseme hivyo, fanya alichokuitia kuwa ni kipaumbele. Hii muhimu sana na ina soundi kwenye moyo. Kile alichokuitia kifanye kiwa kipaumbele make God mission your priority. Make God mission your priority. Mungu akikupa nafasi ya pili, kifanye kile ulichoitiwa mission your priority. Your priority. Watu wengi hawajui kwa nini Mungu anatupa nafasi ya pili. Moja ya kitu ambacho ki unatakiwa ufanye unapopata fursa mpya ni kukifanya kile ulichoitiwa na Mungu kuwa kipaumbele. Kukifanya kile ulichoitiwa na Mungu kuwa ni kipaumbele. Make God mission your priority. Ngoja nikwambie, unaweza kwa mfano sio tu kwamba unapewa nafasi ya pili kwa sababu umepita kwenye mabaya yangekuondoa no. Nafasi ya pili haipo tu kwenye kuwa hai, kwamba umepita mahali pa mauti unakuwa hai, umepita mahali, unaona kabisa Mungu amekupa tena nafasi, cheo kwa mara nyingine. Ukipewa cheo mara ya kwanza, alafu Mungu akakupa mara ya pili, hakikisha unazingatia sentensi hii: fanya kile Mungu alichokuitia. God mission your priority. Mungu hajakurudisha hapo ule bata, amekupa nafasi ya pili ili utengeneze upya vipaumbele, okay. Watu wengi, kwa mfano, kwa mfano, watu wengi hatujafahamu jambo hili, Mungu hatupi tu nafasi ya pili kwa sababu anataka kutupa nafasi ya pili, kwa sababu kuna priority anazotaka tuziweke. Okay, turudi kwa Yona, tumsome tena Yona kwa upya kwa kutokea kwenye hoja hii okay. Kitabu cha Yona tulichosoma, sura ile ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu tuone kipaumbele na misheni ya Mungu kwa Yona ni nini. Basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Mitai kusema, ondoka, uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Kwa hiyo misheni ya Mungu kwa Yona, alichoitiwa Yona aende Ninawi akahubiri. Mstari wa tatu, lakini Yona akaondoka akimbilie Tarishishi apate kujiepusha na uso wa Bwana. Okay, kama Yona amepewa kazi ya kuhubiri alafu anakimbilia Tarishishi, lazima maisha yake Yona kule Tarishishi, asingefanya kile alichoitiwa. Labda angekuwa mfanyabiashara, labda angekuwa mkulima. Sasa yote aliyompata, akarudi kwenye sura ya tatu, akapewa nafasi ya pili. Angalia alichofanya. Alirudisha tena vipaumbele upya, akakifanya kile alichoitiwa na Mungu kuwa kipaumbele. Kwa sababu unapopata nafasi nyingine, Mungu anapokisimamisha tena 2025 lazima uangalie vipaumbele vyako vizuri na uviweke vizuri, kile ulichoitiwa kifanye kuwa kipaumbele. Kwa kama Mungu amekupa kazi pale, wewe ni mkurugenzi lakini katika nafasi ya ukurugenzi Mungu anataka watu wamjue yeye, kifanye kwa kile cha kumjua Mungu kwa kipaumbele. Utafanya majukumu ya kampuni kama kawaida, utafanya majukumu ya kazini kama kawaida, lakini kipaumbele chako lazima kibadilike, kisiwe tena ni kupata hela, kiwe ni watu kumjua Bwana. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wanapewa nafasi, watu wengi wanapewa nafasi ya pili na Mungu vipaumbele vyao vinabaki vile vile vya kwanza. Na Mungu anakupa nafasi nyingine tena, unatoka kwenye tumbo la samaki, lakini ukiambiwa nenda Ninawi, wengine wanasema hatuendi. Na amepewa nafasi ya pili. Wewe fikiria, Yona anatoka kwenye tumbo la samaki, alafu anarudi kwao, anabadilisha na nguo zilizokuwa zime zimeloa kwa sababu ya <laughs> alafu tena Mungu anamletea neno kwa mara ya pili, anamwambia nenda Ninawi. Ghafla, Yona bado kipaumbele chake ni kwenda Tarshishi. Ingekuwaje? Lazima ujikubali na ukubali kubadilisha vipaumbele, kwa Mungu amekuita. Unafanya kazi nyingi, unatumika juu ya mambo mengi, lakini kipaumbele cha Mungu kwako ni nini? Nini Mungu amekuitia? Nini Mungu amekupanda ufanye? Ni kweli utakuwa mfanyabiashara, kwa ajili ya, kus kwa ajili ya kusudi gani, kwa ajili ya sababu ipi? Lazima utafute kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine utazidishiwa. Fanya kile ulichoitiwa kuwa kipaumbele. Unapopata nafasi ya pili ya kumtumikia Mungu, usikimbilie tu kuingia kwenye huduma, tathmini hivi: kwenye huduma kitu gani ambacho Mungu alitaka nifanye sikufanya? Sasa amenipatena nafasi ya kumtumikia ni kipaumbele gani kwangu alichokikusudia kukiona? Kifanye kile ulichoitiwa kuwa kipaumbele. Hiyo ni siri kubwa. Ukipewa nafasi ya pili ufanye nini? Kifanye kile ulichoitiwa kuwa kipaumbele kwa Mungu. Hakupe 2025 ukale bata tu na ukatimize matakwa yako na shauku za moyo wako. Kuna misheni ya Mungu juu ya maisha yako, kuna kusudi la Mungu juu ya kuenenda kwako na kuwa hai kwako. Kifanye kile ambacho Mungu amekuitia kuwa ni kipaumbele. Kama unajua mimi nimeitwa niwatie watu moyo, ni wafariji wanyonge, ni wagange waliovunjika moyo, unapopewa fursa na mwaka 2025 fanya hicho. Sikuambii uache kazi zingine, usiache, lakini kifanye kile ulichoitiwa kuwa ni kipaumbele. Kama umeitwa uweze kufundisha, uwe mwombaji. Kama umeitwa uwe finansia, uwe mtoaji wa sadaka kwenye huduma, usapoti kazi ya mungu iende. Fanya kile ulichoitiwa kuwa kipaumbele kazi uendelee kufanya, biashara endelea kufanya, huduma endelea kufanya, lakini kile ulichoitiwa kifanye kuwa kipaumbele. Hiyo ndio siri ya kupewa nafasi ya pili. Unapopewa nafasi ya pili, kifanye ulichoitiwa kuwa kipaumbele, na iwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Kwa hapa tunapoomba kwa Bwana, tunapoomba kwa Bwana kwa siku hii ya leo, kitu gani nataka uombe? Agenda yako unayotaka uiombe ni kwamba Mungu, nipe tena nafasi ya pili ili nikushukuru. Fanya kama Yona, nipe tena nafasi ya pili ili nikushukuru, lakini pia nipe nafasi ya pili ili nifanye kile ulichonitia. Hizo ndio agenda zetu: Mungu, nipe nafasi ya pili ili nikushukuru, lakini Mungu, nipe nafasi ya pili ili nifanye kile ulichoniitia. Hayo ni mambo mawili ambayo tunataka tuyaombe hapa. Mungu nipe nafasi ya pili ili nifanye ili nikushukuru, lakini pia nipe nafasi ya pili ili nifanye kile ulichoniitia. Hiyo ndio agenda tuliyo tunayoomba hapa. Narudia tena agenda ya maombi ya sasa hivi ya leo, Mungu nipe nafasi ya pili, mpe mtoto wangu nafasi ya pili, mpe ndugu, wape ndugu zangu nafasi ya pili ili wakushukuru kushukuru, moja mbili, ili wafanye kile ulichoaitia. Hiyo muhimu sana na ndio agenda tunayoenda kuiomba hapa. Tuna agenda hiyo kwa dakika 15 za maombi na tutaomba kwa ajili ya agenda hiyo. Mungu, nipe nafasi ya pili ili nikushukuru, lakini pia nifanye kile ulichonitia. Mwambie Mungu, nifanye kile ulichonitia ili nikushukuru. Jambo la pili nifanye kile ulichoniitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio agenda tulionayo kwa siku ya leo. Basi rudia na mimi maneno haya. rudia na mimi maneno haya, sema e, Mungu Baba, ninakuja mbele zako katika jina la Yesu. Nimelisikia neno lako, neno lako la uzima juu ya maisha yangu juu ya kile ambacho unataka nikifanye. Nimesimama mbele zako, unipe nafasi ya pili. E Bwana, ninaomba toba, maana inawezekana sijatendea kazi neema niliyopewa, sijafanyia kazi kile ulichoniitia. Bwana Yesu, ninasogea mbele zako, Mungu wa rehema, ninaomba unipe nafasi ya pili ili ni kushukuru na ili nitimize kile ulichonitia, ili nitende kile ulichonitia. Dua yangu juu ya maisha yangu, juu ya familia yangu, juu ya ndugu zangu, juu ya marafiki zangu, Yesu Kristo, ninaomba nafasi ya pili, ninaomba nafasi ya pili ili nikushukuru kama vile Yona na niweze kutimiza kile ulichonitia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu nikushukuru na nitimize kile ulichonitia. Unao mpango na mimi, kuna jambo litaka kulitimiza, e Bwana, halijatimizwa. Ninaomba nafasi ya pili ili nirudi tena kufanya kile ulichonitia, katika jina la Yesu. Sema kwa sauti, Ee Yesu, ninaomba nafasi ya pili ili nirudi tena kutimiza kile ulichoniitia katika jina la Yesu. Sema tena kwa sauti, Ee Yesu, ninaomba nafasi ya pili ili nitimize na kufanya kile ulichoniitia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema tena kwa sauti Ee Yesu, ninaomba nafasi ya pili ili nikushukuru na nitimize kile ulichoniitia, katika jina la Yesu na kwa damu ya ye Yesu. Nimefanya vitu vingi, lakini ulichoniitia sijakitendea haki. Leo ninaomba nafasi ya pili kwa ajili ya 2025 niweze kufanya na kutimiza kile ulichoniitia katika jina la Yesu, na kwa damu ya ye Yesu. Katika jina la Yesu, na kwa damu ya ye Yesu. E Mungu, wape familia yangu nafasi ya pili ili tutimize kile ulichotuitia kama familia, katika jina la Yesu. E Mungu, tupe nafasi ya pili ili tutimize kile ulichotuitia kama familia katika jina la Yesu. Hebu ingia kwenye maombi sasa, mwambie Mungu akupe nafasi ya pili. Ampe baba yako mama yako ndugu zako nafasi ya pili, waweze kutimiza kile Mungu alichowaitia wa na waweze kumshukuru. Yona anasema nikipewa nafasi ya pili, nitashukuru na nitatimiza nilichoitiwa na wewe nenda na agenda hiyo hiyo, mwambie Mungu, ninaomba nafasi ya pili kwenye ofisi hii, ninaomba cheo nilichokuwa nacho, biashara niliyokuwa nayo, utajiri niliyokuwa nao, ninaomba unirejeshe maradufu, nami nitakushukuru na nitatimiza ulichonitia. Ingia kwenye maombi hayo. Baba, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, ni kweli watumishi wako E Mungu, tumetoka kwenye wito, tumetoka kwenye wito, kwenye kile ulichotuitia nam, tumekosa uhalali wa kubakia. Tunaomba utusamehe, mimi na watu wako hawa. Kuna mambo uliyotuitia tuyafanye, kuna kusudi la maisha ulilomwitia binti huyu, kijana huyu, aliweze kutimiza, lakini e Bwana, hajalitimiza. Ninachoomba Bwana, utupe tena nafasi ya pili ili tuweze kusimamia kusudi lako ulilotuitia katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Omba kwa Bwana, mwambie Mungu, ninaomba utupe nafasi ya pili ili tuweze kutimiza ulichotuitia, maana ukitunyima hiyo nafasi ya pili, hata kile ulichotuitia hakitatokea. Omba kwa Bwana, masopaterema keteada leparika turimante reboza shakaramanderebose keteada makatura barabash madeleparikatora mande, mande makato rabasandarabasika Baba, ninaomba utupe nafasi ya pili ili tuweze kutimiza kile ulichotuitia, kile ulichotuitia, kile ulichotuitia, kile ambacho umemwitia mama huyu afanye. Umemponya sio tu afurahie uponyaji, lakini kuna kitu ulichomwitia afanye na anapaswa kutimiza, na anapaswa kutimiza. E Bwana, sio tu kwamba umemlinda katika uzee wake, umempa nafasi ya kuishi miaka mingi. Hiyo nafasi uliyompa, kuna kitu anatakiwa atimize. Mungu, tunaomba ukasaidie watu wako, unawapa nafasi ya pili kwa ajili ya 2025 tuweze kutimiza kile ulichotuitia. Uturehemu e Bwana, utusamehe Mungu, utuhurumie. Watoto wako, tunanyenyekea mbele zako, tunaomba opportunity tuweze kusimamia kusudi lako. Wengine tulikuwa matajiri, wengine tulikuwa na fedha nyingi, wengine tulipata na vyeo, wengine tulipata na kibali, wengine tulikuwa waheshimiwa, lakini tulipoteza zile nafasi, kwa sababu kile ulichotuitia tukukifanyia kazi, tunaomba utupe tena nafasi ya pili. Uturejeshe kibali, uturejeshe heshima tuliyokuwa nayo, uturejeshe utajiri tuliyokuwa nao, uturejeshe ndoa tulizokuwa nazo, uturejeshe familia tulizokuwa nazo, tuweze kutimiza kusudi lako, tuweze kutimiza kile ulichotuitia, ile mission yako na papasi yako uliyoikusudia, katika jina la Yesu. rapasandarabasikarak sharamande mwambie Bwana, ninaomba unipe nafasi ya pili niweze kutimiza kile ulichonitia, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye siasa, kwenye uchumi, kwenye huduma, kwenye, kwenye kazi, kwenye familia, kwenye ofisi, kwenye serikali oh, lepareketere barabasharamande omba kwa Bwana, mwambie Bwana, usinyamaze. Ongea na mungu wako, ongea na mungu wako, ongea na mungu wako, anakusikia. Mungu anapokupa nafasi ya pili ni ili umshukuru, ni ili umshukuru, ni ili umshukuru, na uweze kutimiza alichokuitia. Fanya kipaumbele wito wa Mungu kwenye maisha yako, mwambie Mungu, ninageuka, ninafanya wito wako ni kipaumbele kwangu, haijalishi nimepita wapi ulichoniitia sasa kitakuwa kipaumbele. Nipe, nipe tena nafasi nyingine niweze kufanya kile ulichoniitia kuwa kipaumbele. Paulo alipopewa nafasi ya pili alifanya kile alichoitiwa kuwa kipaumbele. Aliwekwa kuwa mwalimu na mtume na nabii kwa tangu tumboni, lakini aliacha akaanza kulitesa kanisa la Bwana. Alipopewa nafasi na Yesu ya kumtumikia tena alifanya alichoitiwa kuwa kipaumbele. Yona alifanya Injili kule ni Unawi kuwa kipaumbele, hakurudi tena Tarishishi baada ya kutoka kwenye tumbo la samaki. Na wewe unapopata nafasi ya pili elfu mbili na ishirini na tano kwenye maisha haya, tuko kwenye wiki ya mwisho wa mwaka huu elfu mbili na ishirini na nne, mwambie Mungu nipe nafasi ya pili kwenye biashara, nipe nafasi ya pili kwenye siasa, nipe nafasi ya pili kwenye uchumi, nipe nafasi ya pili kwenye huduma, nikifanye kile ulichoniitia kipaumbele cha kwenye maisha yangu rapa karamande reketere barama sekerianda rapa shakarabashanda reketere baramande sakatora baramande reketere baramande makasakatara baramande. Baba, umeniita kwa ajili ya taifa hili naye, inawezekana Bwana oh, wokovu wa taifa hili halijawa kipaumbele kwenye maisha yangu. Ninachoomba Bwana, unipe nafasi ya pili ili niwekeria uamsho wa keria wa upako wa uamsho kwenye msimu wangu na katika kizazi changu, kwa ajili ya uponyaji wa nchi hii makarabasanda rabasika. Uliniambia Bwana, ni nani atakayeponya nchi katika kizazi chako? Nimesema mimi hapa nipe. Tena nafasi ya pili kwa ajili ya uponyaji wa taifa hili katika kizazi changu katika kizazi changu rapakaramashata, in my generation, give me another chance, give second chance ili niweze ke, niweze kuwa mbebaji wa wokovu, mbebaji wa msaada kwenye taifa katika kizazi changu katika jina la Yesu. rapakaramande reketerebaramande satarabasharamande ongea na Bwana, ongea na mungu wako, ongea na mungu wako, ongea na mungu wako, ongea na mungu wako, ongea na mungu wako, anasikia. Mwambie Mungu, nipe nafasi ya pili, nipe nafasi ya pili. Ongea na Mungu, mwambie Mungu, nitakushukuru kwa sababu ya nafasi unayonipa ya pili, kwa sababu ya cheo ninachopandishwa, kwa sababu ya biashara inayopata wateja kwa upya, kwa sababu ya umoja wa familia unaorudi. oru, una tena makasoparabashata makatarabaramande Mungu nipe nafasi ya pili ili nikushukuru na nifanye kile ulichoniitia na nifanye kile ulichoniitia. Hayo ndio maombi yetu tulio nayo na Mungu, hiyo ndio dua yetu leo, hiyo ndio shauku yetu. Tumejua tulikimbilia tarishishi elfu mbili na ishirini na nne. Tumekuwa na maisha ya kukimbilia tarishishi, maana wengi hatujajali ulichotuitia tumetafuta faida tumetafuta faida zetu, tumetafuta matakwa yetu, hatujajali ulichotuitia. Lakini leo tunaomba nafasi ya pili ya elfu mbili na ishirini na tano ili tuweze kufanya kile ulichotuitia. Mwambie Mungu, mwaka huu nimekimbilia Tarishishi, lakini ninaomba nafasi ya pili, nami mwaka ujao nitakwenda Ninawi, nitafanya ulichoniitia katika jina la Yesu barabant ratarabsa makarabasaramande Mungu, tumekuwa na maisha yaku ya kukimbilia Tarshishi, ndio maana hatuna kibali, tumepoteza kibali kwa watu wanaotuzunguka maana tunakimbilia Tarshishi. Tumepoteza kibali kwa wakuu maana tumekimbilia Tarshishi. Kama tuna hodha nahodha wa meli alimkataa Yona, Mungu, je mfalme angemkubali Yona? si kweli? Lakini Yona lipoenda Ninawi, hata mfalme alimpa kibali. Mungu, tumekataliwa si kwa sababu tuna maroho machafu, lakini kwa sababu tumekimbilia Tarishishi, tumeacha kile ulichotuitia. Tupe nafasi ya pili, tufanye tena kusudi lako lote. Tupe nafasi ya pili, tutakushukuru ee Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Angalia maisha ya mtu huyu, angalia mama huyu angalia baba huyu, mwangalie mgonjwa huyu. Nataka niombe kwa ajili ya wagonjwa, na kama una mgonjwa ambaye hali yake ni mbaya sana, na unawaza kwamba atapona kweli, atapona kweli, mwambie Mungu, huyu mtu anapaswa kufanya alichoitiwa, mpe nafasi ya pili na mjulisha alichoitiwa kwa mara ya pili, ili aweze kupona na afanye alichoitiwa. Kama una mgonjwa yuko mahututi, yuko kwenye koma, hii ndiyo sababu ya yeye kupona. Narudia tena, kama una mgonjwa yuko hatarini au unauguza, hii ndiyo sababu ya huyo mgonjwa kupona, ili amshukuru Mungu na kufanya kile alichoitiwa. Omba kwa ajili yake, taja jina lake, ili aweze ili aweze kuamka hapo alipolala. Baba, ninaomba kwa ajili ya wote ambao ni wagonjwa. Wengine wako kwenye tumbo la samaki na hawajui watatoka lini, wako kwenye magonjwa, wako kwenye madeni, wako kwenye taabu na shida, hawajui watatoka lini, hawajui watatoka lini, hawajui watatoka lini. Mungu, tunasimama mbele yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, tunaomba nafasi ya pili kwa wagonjwa walioko mahututi, waliozidiwa, ambao hawana tumaini la kuishi tena. Popote pale walipo, wanaposikia sauti hii Bwana Yesu, wako nyumbani wako mahospitali, yeyote aliye mgonjwa, ninamwombea tena nafasi ya kuishi. Bwana ukamponye ugonjwa ulioko ndani yake, katika jina la Yesu, ili akushukuru na aweze kutimiza kile ulichomwitia kwenye maisha yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kansa ikaondoke kwa huyo mgonjwa, aweze kupona na kutimiza kile alichoitiwa. Kifua kikuu, ukimwi, kila magonjwa ya kuambukiza, kila maradhi mbalimbali, mifupa, pingili za uti wa mgongo, uvimbe, apone ili aweze kutimiza kile alichoitiwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu. Baba, ninawaombea wagonjwa, wadhaifu, waliokata tamaa ya kuendelea kuishi. Bwana, ninatangaza nafasi ya pili kwao katika jina la Yesu, ili wakushukuru, ili wapate nafasi ya kutimiza wito wao katika maisha haya hapa duniani, wape nafasi ya pili, achilie nafasi ya pili kwa kila ambaye amekata tamaa na ndoa yake, amekata tamaa na biashara yake, amekata tamaa na kazi yake, amekata tamaa na huduma yake hajui afanye nini, mpe nafasi ya pili aweze kutimiza kile alichoitiwa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mpe nafasi ya pili mtu huyu, mpe nafasi ya pili kijana huyu, mpe nafasi ya pili binti huyu, aweze kutimiza kile alichoitiwa, katika jina la Yesu. Baba, tunaomba another chance, another chance, second chance. katika maisha yetu wewe ni Mungu wa nafasi ya pili, ulimwambia yule mtunzaji aa, ukate ule mtini, lakini yeye mtunzaji akasema uache mwaka huu pitu, uache mwaka huu tu, ili ya kwamba niupalilie, niutilie samadi, ili ukazae matunda. Uache mwaka huu pia, mwaka 2025 ukawe ni mwaka wa kushukuru na wa kutimiza kile ambacho umeitiwa katika jina la Yesu. Baba ninakushukuru kwa ajili ya ibada ya siku ya leo na maombi haya, pokea sifa na heshima, maana unaenda kutupa tena nafasi ya pili ili tuweze kutimiza kile tulichoitiwa katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na mtu mwenye imani aseme amen, kwa makofi mengi kwa Bwana. Haleluya.